Kuhusu nywele tuseme kwanza kidogo <laughs> na yaweza mambo yote kwa neema. Bwana Yesu unitia nguvu. Ya ndugu zangu, tuko tunafanya kila kitu kwa utukufu wa Bwana kama vile kitabu cha Wakolosai tatu kumi na saba yoyote mtakaoyafanya kwa neno wala kwa tendo, myafanye kwa utukufu wa Bwana na hiyo ndio tunayoyafanya. Nikuwa napenda nizungumzie kidogo kuhusu nywele, kuhusu uh, hata swe so ya ya miguu makucha, tusa ndaenda kwa machache, ingawaje sitakuwa naonesha kila kitu kila kitu ya voila, uh, pour des raisons ethiques uh, juu ya vitu fulani fulani voila, lakini nitasema na nitajitahidi kuonesha uh, ile ambayo inawezekana. Kuhusu nywele sisi wa Kiafrika Mungu alituumba na nywele nzuri sana nzuri, lakini ziko nguvu kuzishughulikia, lakini Mungu alijuaka wa tuku wanamuke ya nguvu tunaweza weza ya yeah. Sasa mimi ndaisema, kwanza, mimi binafsi, mimi Mungu aliniumba na nywele nyingi, tangu niko kabisa mdogo nakuwa na nywele nzuri nazifurahiaka. Nilipofika uh, Ulaya nikafikiria uh, ya kuwa sijue, watu wengi walikuwa wanalalamika kusema eti maji ya Ulaya inakataka nywele muko kalsium ah, eh ya muko kalkere pardon, muko kalkere ya mingi nakataka nywele tusa, lakini mimi sikupataka hiyo shida, na nikatia gundua ya kuwa siri ya kukomalisha nywele kwanza ni maji, usafi wa nywele, kunawa nywele ya sababu nilipataka ushuhuda fulani, watu wamoja wanakuja kuniambia Mama Mireille, mi nafanyaka hata miezi sita sitatia nywele mu, mu mu mu mu nani sita sitanawa nywele zangu miezi sita, bengine miezi tatu, na mwingine baba kaki kaniambia semimie saminakuaka na mke wangu kitada wake nywele zinanu kakatelimanacheka perike kisha baadaye, kifukutu uh, wale maplante kifukutu kwa zinatranspire zina kwa sababu tu wa kogake me zinakuwa zina transpire, mara zinakuwa zinatoa harufu. Wala wamoyo wanatia kerli ile jele mara kwa mara, kama haunawe regulier ma kichwa inaweza kuwa inatoa harufu na inasumbua, hmm. Sasa mimi wakati, um, wa mbele nilikuwaka, eh, eh. <laughs> Nisema mshuhuda wangu bote kujipendeza ilikuwa priorite, na hata mwinji ya Rwanda tulishi pale, kama vile mnajua, nilikuwa na salon, banaita VIP, ilikuwa ya hai kunivo yetu kwa Donc. Nywele zangu zilikuwa swanye kama vile uh, mtu wa mkubwa wa salon yani, niju mafoto yangu, mafoto yangu zimwa zime, uh, diske jire yangu imeharibika, wala sijui vizuri, lakini nywele Maki nilikuwa nazitengeneza ajabu voilà. Mimi nawaza kusiku ya leo nitasema hivyo. Kwa sasa niko nazeeka, lakini buzee wala kukomala haikwake sana na impact na nywele, nywele zinakomalaka tu, sababu ninashughulisha na wazee na nywele zao. Utaona wazee, niko na nywele mpaka hapa, utaona hata kama zimazi naanza kuzofika kidogo menywele

mimi kuko moya mbele juu mbele. Hata kama nilitoka Rwanda nikakuya huku, nilikuwa naenda kusalon kila mwezi, kila mwezi walikuwa nenda nitengenezea nywele. Mekuwa siku kuma nikutana mumoya kama lingia akajutu ya kuingia, hawijui maki likuwa nanikokota nywele kunilumiza, maana kuziharibisha ya mimi. Tapana ushauri kidogo, namna gani nafanyaka juu ya nywele zangu haziko mingi sana, sababu na kwa nazikata nazipunguza kila wakati, na pia vwala um, sifanyake sana sana, ninafanyaka wakati minaweza lakini kuosha kichwa naosha mara kwa mara basi. Video isikue ndefu, mengine tutaendelea. Mungu atubariki sana.